la ardhi ndani ya Kwale. Hii ni swala ambalo nimelivulia njuga, ni swala ambalo nalifuatilia kwa ukaribu sana, na ndio sababu kwa hichi kipindi ambacho mimi nimeongoza tumeweza kukomboa ardhi mbili za bichi hapo Diani. Kwa hichi kipindi ambacho mimi naongoza tumeweza kurudisha kisiti mpunguti kwa wananchi wa Kwale. Kwa hichi kipindi tumesimama imara ili kutetea ardhi ya Kongo, ardhi yenyewe ambayo sisi katika ruwaza yetu ya kaunti tumeiweka ili tutengeneze beach, Islamic beach ambapo watu wakitaka kuenda kuanga kufanya masuala ya kujivinjari ya kidini inawezekana, kuwa tunaweza kuenda mahali pa heshima iwe ni Kongo.